Hebu kaa vizuri rafiki yangu, maana leo nakusimulia hadithi ya kweli, hadithi ya kusisimua inayogusa moyo, hadithi ya kijana mmoja aliyeaminiwa na watu wachache, lakini alisimama na ukweli hadi dunika mshangaa. Jina lake ni Peter Otieno, kijana wa mtaa wa Manyata kule Kisumu. Peter alikuwa mwendesha bodaboda, kazi ya jua kwa jua, mvua kwa mvua kila asubuhi anaamka mapema kabla ya jogoo kuwika, anawasha pikipiki ya bosi wake Jackson Makori, anaanza safari ya kutafuta riziki. Nyumbani, Peter alikuwa na mke wake Caroline Akinyi na watoto wawili, mtoto wake wa kiume Brian wa miaka saba na binti mdogo Tasha wa miaka nne. Lakini maisha ya kuwa laini, Caroline alianza kuchoka na hali ya umaskini. Kila siku ugomvi, kila siku lawama. Siku moja, Carolin akamwambia Peter, wewe ni mwanaume wa aina gani? Wenzako ameshaweka nyumba mjini, wewe bado unapiga boda tu. Mimi nimeshindwa kuvumilia maisha haya ya kuosha vyombo bila sabuni. Asubuhi moja, Peter alirudi nyumbani na kukuta vyombo havipo na nguo zote zimeondolewa. Carolin aliondoka akiwacha watoto wawili kwa baba yao. Maskini Peter alilia, akashindwa ataelekea wapi. Siku chache baadaye, Peter alikuwa anarudi kwa bosi wake akipitia barabara ya milimani. Ghafla macho yake akaona kitu kikielea kando ya barabara, ni begi la kaki limeangushwa na halina mwenyewe. Akasimama akalichukua, alipofungua, moyo wake karibu mshtuke. Ndani kulikuwa na mafungu ya pesa milioni hamsini, pesa za noti mpya. Alikaa chini ya kivuli cha mti akafikiri, nikiiba hizi watoto wangu hawatakosa maziwa, nitakodisha nyumba nzuri na nitakuwa tajiri. Lakini sauti ndogo moyoni kamwambia, Pita, pesa hii si yako, ukijilazimisha nayo utapoteza zaidi. Akaenda moja kwa moja kituo cha polisi Kisumu Central. Polisi wakashangaa, wakampokea, wakampiga picha, wakampa chai. Habari kaenea, mwendesha boda boda apatikana na milioni hamsini azirudisha zote. Kesho yake Peter alienda kazini kwa bosi wake Jackson Makori. Badala ya kumpongeza, Jackson alikasirika, wewe umechanganyikiwa Umeharibu bahati yetu, toka kazini kwangu. Peter alifukuzwa kazi, bila kazi, bila mke na watoto wawili. Peter alikumbwa na majonzi makubwa baada ya kufukuzwa kazi na bosi wake Jackson Makori. Maisha ya Peter Otieno yalibadilika mno, aliangaika kwa siku kadhaa akitafuta ajira yoyote ya kuendesha maisha na kulea watoto wake wawili bila mke wala kipato. Siku moja akiwa nauza maji barabarani karibu na barabara ya Kondele alikutana na mwalimu mstaafu mmoja aitwaye mwalimu Ouma, ambaye alimkumbuka kutokana na ile habari ya pesa zilizorudishwa. Pita Otieno, si wewe yule kijana wa kwenye redio aliyerudisha pesa? Pita akainamisha kichwa na kusema Naam, mimi ndiye lakini dunia imebadilika, sina kazi. Mwalimu uma akamwambia, mimi ni mmoja wa wajumbe wa shule ya Usoja Primary School hapa Kisumu. Wanatafuta mlinzi wa geti, nafikiri unafaa. Pita akaenda na akapata kazi kama geti man wa shule hiyo. Alifanya kazi kwa bidii, kila siku saa 11 asubuhi yuko kazini hata kabla ya jogo kuwika alijulikana kwa nidhamu, upole na kutabasamu kila anayovuka geti. Miezi miwili baadaye, shule ya Usoji ilichaguliwa kutembelewa na rais kwa hafla ya kuzindua mpango wa lishe ya wanafunzi. Asubuhi hiyo magari ya serikali yakaingia shuleni. Peter Otieno alikuwa kazini kama kawaida, alisimama kwa heshima akasimamia ulinzi, akapanga magari na kusaidia walimu kutuliza wanafunzi. Rais alipokuwa akitoka ukumbini alishangazwa na tabia ya mlinzi wa geti. Alimuuliza mwalimu mkuu, yule mlinzi ni mtu wa aina gani? Ana nidhamu ya kijeshi mwalimu. Mkuu akasema huyo ndiye Pita Otieno, alikuwa bodaboda lakini alirudisha begi la milioni hamsini. Alifukuzwa kazi akaanguka lakini hajawahi poteza nidhamu tanga we hapa mlango wa shule ufunguliwa kabla ya saa kumi na moja. Rais alinyamaza kwa muda, akamgeukia mmoja wa wasaidizi wake na kusema, mpeni namba yake, kesho aje nairobi asubuhi. Peter akaenda Nairobi kwa ndege, alikaribishwa ikulu kwa heshima. Rais alimsalimia kwa mikono miwili Umetufundisha kwamba uaminifu ni zawadi ya ndani leo tunakupa nyumba Kisumu, pikipiki mpya, na mtaji wa milioni tano. Kwa upande mwingine, huko Manyatta, mtaa ulilipuka kwa shangwe, lakini nyumbani kwake mtu mmoja aliguswa zaidi. Caroline, yule aliyemwacha, alipomwona kwenye runinga akiwa na rais, akaanza kulia. Kesho yake, Caroline alirudi Manyatta. Alimkuta pita akiwa ameshika mikono ya watoto wake, akapiga magoti na kusema, samahani Pita, nilikuacha kwa dharau, sikujua ulikuwa na thamani hii, plis, naomba unisamehe. Pita alikaa kimya, alimwangalia Tasha, akamwangalia Brian, kisha akasema, nimeumia, lakini nitakusamehe, si kwa ajili yako, bali kwa ajili ya watoto wetu. Leo hii Peter Otieno anamiliki kampuni yake ya usafiri twayo wa mnifu rise. Anaajiri vijana wa bodaboda, anawasaidia kuanzisha biashara. Mkewe Caroline anafanya biashara ya nguo mitandaoni. Familia yao imeungana tena. Nyumba yao mpya ina bustani, televisheni na hata gari ndogo watangazaji kutoka KTN, NTV na BBC walifika manyata kumhoji. TikTok ikawa na video ya zamani ya Peter akiwa na pikipiki chakavu na nyingine akiwa Ikulu. Peter alipoulizwa anahisi nini, alisema. Uaminifu ni kama mbegu. Ukipanda leo huwezi kuona matunda leo, lakini ikikua itakulisha wewe na kizazi chako. Leo tunajifunza kuwa maadili si upumbavu. Tunajifunza kuwa hata ukiwa na mavumbi, uaminifu unaweza kukufikisha ikulu. Kama umesikiliza hadi mwisho, ni wazi na wewe una moyo wa kutaka kujifunza. Tafadhali subscribe, acha maoni yako na usisahau kushiriki video hii kwa marafiki zako ili nao wapate kuelimika. Asanteni sana. Karibu tena kwenye stori nyingine nzuri nzuri kama hizi kwa hii chaneli yetu ya Story Laini.